Usisahau kusubscribe, kulike, kushea na kucomment Togolay24 TV ili wewe uanze kupata taarifa zetu. Asante. Mimi Askofu Freeman Halinga, niko hapa Songea. Nimeona taarifa kwenye mtandao ya Askofu Gwajima kufungiwa kanisa. Jambo hili limenisikitisha sana sana, tena sana, na jambo hili kwa kweli sio zuri la kufungiwa kanisa ambalo lina waumini zaidi pengine ya elfu kumi kwenda mbele na zaidi ya hapo. Kuna makanisa mengine ambayo yapo ya mikoani, wilayani, mpaka kwenye tarafa na vijiji, nayo yamefungiwa. Kwa ujumla wake jambo hili kwa kweli sio zuri sana na halipendezi, na zaidi ya hayo nimewasiliana baadhi na wenzangu viongozi wa kidini ambao pia jambo hili halijawapendeza, na kwa pamoja tukashauriana kwamba kama watu tunaojenga mwili wa Kristo tuinuke na kuungana Askofu Gwajima na kulani jambo hili kwamba haliko vizuri sana na halitapendeza katika nchi ambayo tunahubiri amani. Na kama kuna amani kweli, amani haianzi bila haki, inaanza haki kwanza, alafu amani inafuata. Kwa hiyo ningeomba sana, jambo hili lipofikia ni baya, kwa sababu hawa waumini wa Askofu Gwajima ambao sasa hawana pa kwenda, mpaka sasa wapo tu nyumbani, wengine pengine najua mimi kwa, uta, kwa, kwa, kwa kwa kwa kwa namna ya, ya, ya, ya wa, viongozi wa, wa, wa kidini kanisani, kunakuwa watu aina mbalimbali, wengine wagonjwa, wamekuja kupata huduma wengine walikuwa tu labda hawajapona vibaka na wengine hivi , lakini sasa hivi hawana tumaini tena, kwa sababu kanisa limefungiwa, na hakuna mtu anayeweza kwenda hapo, maana tayari limezungushiwa utepe na vitu vya namna hiyo, na askari wanalinda. Kwa hiyo mimi ningeomba sana serikali yetu tulivu kabisa inayoongozwa na huyu mama yetu, tunaomba kama viongozi wa kidini, kanisa la Askofu Gwajima lifunguliwe ili hawa watu, kinamama, watoto na watu wengine wote waendelee kupata huduma kama ilivyokuwa kawaida, ili maisha mengine yaendelee. Haya mambo mengine yanaweza kushughulikiwa na yakaongereka, lakini jambo hili la huduma kuendelea ni jambo la muhimu na la maana sana. Kama limefungwa hili, hatujui kesho, kwa mwenendo huu litafungwa la nani? Na mbaya sana, limeleta taharuki kubwa ambayo unawaza watu hapo kwenye mkesha, kwa sababu sisi makanisa tunakesha na tunaombea nchi na serikali yote. Wakavamia mkesha wakaanza kupiga mabomu na kuleta vurugu nyingine hapo, ambayo kwa kweli jambo hili sio zuri sana. Tungeomba kabisa jambo hili, ili mambo yakae vizuri, kanisa lifunguliwe ili huduma iendelee, la sivyo sasa hapa tunaongea kama maaskofu kuungana kwa pamoja kuujenga mwili wa Kristo haijalishi dhehebu, sinaujenga mwili mmoja sisi, tutaungana na tukiungana hapo, yale maombi yale aliyotangaza Askofu Gwajima yale ya siku saba kama kanisa la Kristo tutayaanza upya kwayo. Ninalani kabisa hili jambo. Kama serikali tunaomba sana kanisa lifunguliwe na huduma zingine ziendelee.